Mkristo akienda kwa mwinjilisti akamshirikisha jambo lake la kiroho au kwa mchungaji, haichukui wiki jambo hilo limezagaa mitaani. Lakini bodaboda akipeleka muumini, akampeleka mahali fulani pa siri kufanya mambo yake, hiyo siri uisikii. Sasa nani mwaminifu, mchungaji au bodaboda? ukipanda taksi ukasahau simu yako ndani ya taksi, labda baada ya siku moja, unaweza kashukia taxi driver na kutafuta kukurudishia simu yako. Lakini simu yako ukiisahau kwenye mazoezi ya kwaya, tena yanayofanyika ndani ya kanisa, ndani ya nusu saa, hiyo simu huipati. Nani mwaminifu, mwana kwaya au taxi driver? Bamaid anayefanya kazi kwenye ba anaweza kuokota waleti ya mlevi tena ina fedha ndani, akaitunza mpaka mlevi akirudi ya kesho yake kunywa akamkabidhi waleti yake. Lakini mlevi yule akienda na waleti yake nyumbani mke wake wa ndoa akaiona, anaondoa hela zote na anadai waleti ya kuiona. Nani mwaminifu kati ya barmaid na mke wa ndoa? Nani mwaminifu?